Kitabu cha mwanamke fungua kurasa. Habari mtazamaji wa Wanawake Media, jina langu naitwa Ana Albert, na leo Wanawake Media tumefunga safari hadi shule ya msingi Wireless, ambapo leo ikiwa ni siku ya mazingira duniani, ambapo wadau mbalimbali wamejitokeza katika shule hii kuunga jitihada za serikali za kutokomeza matumizi ya mifuko ya plastiki. Na kwa kufanya hivyo, mashirika kadhaa na baadhi ya wadau wamekuja hapa, wamezungumza na wanafunzi wakiwa ambao ndio taifa la kesho, na kuwaelimisha namna ya kutumia mifuko iliyo sahihi na sio mifuko ya plastiki. Lakini pia mbali na hayo, wamezungumzia kuhusiana na madhara ya ukatili wa kijinsia ikiwemo na hayo wame, watoto wa shule hii wamepatiwa ya kujikinga dhidi ya ukatili, ikiwa na kwamba sasa hivi tunakabiliwa sana na janga la ukatili wa kijinsia, hasa ukatili kwa watoto jamii kuhusiana na masuala ya ukatili wa kijinsia na namna gani ambavyo tunaweza kujilinda ama kuwakinga watoto wetu ndugu zetu dhidi ya ukatili. Kupitia peji zetu za za mitandao ya kijamii, kwa Facebook, Instagram pamoja na YouTube tunapatikana, Wanawake Media, kimbilio la wanawake. Karibu Wanawake Media kwa habari mbalimbali mbali za wanawake. Jina langu naitwa Ana Albert. Kwa heri.